Taarifa ambayo inanifikia kwa sasa ni kwamba kuna msamaria mwema ambaye anafahamika kama Geoffrey Mosiria. Geoffrey Mosiria leo amewaokoa wasichana wawili ambao waliamua kuacha shule na kuwa chokoraa baada ya kukosa karo ya kusoma katika mtaa wa Madhare. Wawili hao waliamua kuacha masomo na kuingia katika mitaa kuwa chokora baada ya kukosa karo. Lakini kipindi ambacho Mosiria Geoffrey aliwapata kwenye mtaa wa Mathare, aliwaomba wampatie nambari ya simu ya wazazi wake ama marafiki wake, kisha baadaye wamtembelee katika ofisi yake na wakuwe na, wakue na uh, ratiba ya karo ama fee structure, ambapo ameamua kuwasaidia na kuwaregesha shuleni ili wasome wakuje kuwa watu wa maana sana. Kwa hivyo hiyo ni kazi nzuri ambayo inafanywa na Geoffrey Mosiria, kwa kuokoa wasichana wawili ambao walikuwa wameacha shule kwa sababu ya kukosa karo na kuamua kuwa chokora mitaani. Kwa hivyo Mosiria aliwa aliwatambua, na kisha baadaye akawambia kwamba wampatie wa nambari ya wazazi wao ama marafiki zao ili wakuje ofisini mwake na fee structure aweze kuwasaidia na watoto wale wa, warudi shule kusoma. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambacho ni kizuri sana kwenye maisha ya watu. Ni vizuri kuwa na utu kwenye maisha yako, ili kusaidia wasiojiweza. Naomba tuiwe u mfano kama uko nacho kisha, kwamba na unasaidia yule ambaye amekosa, ndio tuweze kuishi kama binadamu na binadamu. Ni kusaidiana si kufanana. langu jina ni Maskini Msomi na hii ni maskini msomi TV. Lengo langu siku zote itakuwa ni k kufahamisha kila ambacho kinatokea ndani na nje ya nje. Huwa na siku njema.